Hello mheshimiwa. Si nimesimama hapa nimekungoja wewe utoke ba. Kidogo kidogo. Vijana. uh -huh. Ndio majenzi. Ndio majenzi wa siku hizi. Zi ni gani, ndio salamu gani? Ai salamu, salamu. Yeah, majenzi. Umevaje kama ngangaduma? Hizi ni zetu zetu. Nilikuwa nimekuja kuomba kazi, Wewe mheshimiwa. Nimekaa kwa nimekaa tukafikiria na tukafikiria aaakazi imekuwa kuna kazi walikuwa sasa sina ka si kazi kazi huko juu alikuwa analima barabara. Alafu nikuulize nikuulize kuna kwa hivi. Mimi, mimi nikasema ah, acha nikuje, ndio nimekuja nime security security. Eh, sawa. Sasa huyu napata kazi, acha ataandikia niko ni yeah. na certificate niko na na diploma na kila kitu unajua. Sasa wewe wewe wewe wewe wewe, security security security security, mimi mimi nimefanya security miaka 10 ya umefanya mheshimiwa, nikonatnaaefanyamiaka sasa, kati ya soja na usoja hapa, usimame alafu nikuulize mheshimiwa, uko na pesa? Pesa ziko. Kuna na, pesa unajua, 800 per month, unajua kazi ya usoja na ya security, unajua bile kazi ni ngumu sana. Alafu kwanza nikuulize, wanasema 8 800 per month, na mi, mi pesa nye nataka nilipe nataka nilipe shilingi elfu elfu mia

Nikwambia mm, tusiletanga hapa vijana kuvuta bangi hapa sasa. Oh, mudanganye tu mwende, alafu yeah, utanipigia simu kwa hiyo namba yangu. Aatwende like hivyo saa to to, okay. Oh, aya.